Wakizungumza na waandishi wa habari, wanachama wa UDA wamesema matamshi ya Mbunge Waluke hayana mwelekeo wa kisiasa na yanahatarisha mshikamano wa chama cha UDA katika kaunti ya Bungoma. Wanachama hao wameelezea kuwa badala ya kuimarisha umoja wa chama kuelekea uchaguzi mkuu ujao, kauli hizo zinaweza kuwagawanya wanachama na kudhoofisha maandalizi ya kisiasa ya UDA. Nataka aheshimu ile Uteuzi ambao wameteua wa, wa president nani gavana wetu, yeah. kuwa wa Western Province atusaidie watu wapite kura term, yeah. kwa two term. Sisi hatutaki kupingwa pingwa kama president amemteua, kwanini wewe Mheshimiwa Waluke unasema mko na caucus caucus ndio ita, itafanya kazi. Wananchi wanasema hawa wachumbe wanaenda nyumbani, alafu kuna watu ambao wanatembea <laughs> huku inje. wanasema president alifanya makosa kupeana hii appointment. Nataka niulize kweli kabisa President, na wewe ambaye unaongea, nani aliye na mamlaka? nani ambaye anaweza kufanya kitu ambacho mwanachama hawezi kufanya? Sasa tunamkaribisha mheshimiwa Waluke asisimame kanto akimpinga president. President alifanya chenye alifanya, na aliona ya kwamba Lusaka anato, wakati huo huo wa wamemshukuru Rais William Ruto kwa kumwamini na kumpa Gavana Ken Lusaka jukumu hilo wakisema ana tajiriba, uwezo na mtandao unaohitajika kusimamia kampeni za rais kwa ufanisi katika eneo la magharibi. Mheshimiwa rais ambaye ni kiongozi wetu wa chama, Mheshimiwa His Excellency President Ruto kumteua Gavana wa jimbo la Bungoma Mheshimiwa Gavana Lusaka kuwa msimamizi kwenye mkoa wa magharibi, coordinator wa tutam kwa kampeni yake, simama hapa kumshukuru our president kumteua Mheshimiwa our governor Mheshimiwa Kenneth Lusaka gua regional coordinator wa tudam kwa president, ninamwambia nina president mali aliko, asante sana kwa kutupadia mtu mwenye akokepepo kutafuta kura ya tudam. Pia wamemkaribisha mwanachama mpya wa chama cha UDA Dennis Nabirike ambaye ni mwaniaji wa kiti cha ugavana wa kaunti ya Bungoma. Wakisema hatua wa hiyo itaongeza ushindani wa nguvu ndani ya chama. Wanachama mpya ambaye ni mheshimiwa Dennis Nabiriki ambaye anaenda kukombea kiti cha ja ugavana mwaka ujao, mwaka wa 2027. Na sisi kama wanachama tunamhakikishia ya kwamba ile usaitisi ambaye atahitaji kutoka kwa chama, sisi tuko tayari kutembea na yeye kwa, kwa, kwa yale yote tuhakikishe amepata ile kiti mwaka wa 2027. Tunashukuru tena kutupea gavana mzuri mwaliko mupya. Kama hili nataka musome hii jina na muone huyu ni mtu hayaji. Yanajiri baada ya mbunge wa Sirisi ya John Waluke kupinga uteuzi wa gavana wa Bungoma Ken Lusaka kwa mratibu wa kampeni za rais katika eneo la magharibi, ati ati rais amemteua kwa tit yayaaae ya ya, ya, ya, kama ishindu hata na MCA hapa kaunti hii anaweza kuwa coordinator. Hiyo nikiripoti mtazamo wa Dira runinga ya Tandao kutoka katika kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Florence Simio.